Yani ulipotokea hapo malaika, sio malaika mdogo wangu, umejua kuwaka. Yani ulipotokea pale nikasema huyu malaika gani ambaye aliingia huko ndani akika, leo yani kama huyu mwanaume atakuona Leo mdogo wangu unaenda kupata mume na sio mume tu, bali ni mtoto wa bosi wangu. Yaani unaenda kuogelea pesa mdogo wangu, na jinsi ulivyo mrembo. Hebu geuka, yaani mama kaliwa pesa sasa. Yaani dada, bwana, kwa ina maana siku nyingine yote uoga sipendezi ya Sio siku nyingine upendezi mdogo wangu, ila mara ya kwanza umedabanga ila hapa sasa ndo mule, mule nakupapenda mimi. Kaka kaka, taratibu taratibu ndugu yangu, unajua mguu wangu mimi bado unauma kaka, taratibu. Tasha, mimi sipo kwa ajili ya kuonea huruma, nimekuja kufuata pesa ya watu, na kama hauna hiyo pesa, twende ukafanye kazi urudishe ya pesa watu. Sawa kaka, mimi nitakuja kufanya hiyo kazi, nitamaliza kaka, naomba nielewe yaani, mimi asubuhi nimeamka mguu unaniuma ndugu yangu, tati tati. kwa nini ulichukua advance? Sawa sawa, mi nimekuelewa, naomba unipe siku tatu tu tatu, kaka yangu, mi nakulipa hela yako ndugu yangu, siku tatu, siku tatu. Mi namwambia nini boss Tunde... <todakana> kuruma kiasi hiki. Eh? Hivi kaukosea nini mwanangu wewe? Kaukosea nini mwanangu? Hivi huoni kama huyu ana matatizo? Huoni kama mzee ni mgonjwa, si ni kijana kama wewe huyu. Kama ungekuwa unataka kujua shida aliyo nikosea mwanao, ungeanza kuniuliza. Unanipiga mimi? Sio kukupiga tu. Naweza nikakufanya kitu chochote kwenye hili. Amekosea nini kijana wangu? Shida yangu kumsaidia. Amenifuata na shida zake nimemuunganisha kwa bosi wangu, amechukua advance kwenda kumalizia kazi ya watu. Waona shida? Yaani haya mambo mimi ndo nayapenda. Ni lazima akikuona akuchague. Mm -hmm. Sasa, staji ya kwanza tumemaliza, staji ya pili sasa ndio katokea pale nataka ni kuona ukimkaribisha yule bwana, ila sasa kwa malingo na madaa, ili akikuona tu avutiwevutiwe kuwa na wewe dada. Jamani, hayo mambo mimi sio mgeni i, mimi naweza kumkaribisha kwa hata u. Sio kwamba sikuamini, ila nataka ni kuone. Unajua, mtu ambaye unaona naye mara ya kwanza lazima utakuwa na uoga. Hebu fanya vile, ndo kaishaingia pale, nirizishe bwana. Sawa, karibu karibu, mdogo wangu. Hata kama mimi ndo ningekuwa mwanaume nisingekubali kwanza. Tikisa kanywele kako, alafu muangalie. Karibu bwana. Niangusha lakini, mdogo wangu dada kwa hiyo anasingizia aumwe alivyokufata wewe kuomba hicho kibarua. Wewe, we mwenyewe ukuona kama huyu ana matatizo, si ndio? Leo unamwambia mzee ni maskini, ana shida eh, ya kazi hasa. Hata kama ana shida hiyo kazi, kwa nini unakuja kumwadhibu kiasi hiki eh? unamdeshi elfu kumi 10000. unadaiwa elfu kumi 10000. Elfu Tasha. Tasha, elfu kumi unakuja kutaka kumwongezea mwanangu tatizo lingine? Kweli wewe unalo kiasi gani eh? Wewe, unijui? Sikujui ila Shika. Mwambia ajiangalia, atakuja kuumia. kuumia. Unapiga nini? <tri> ah! ah! ah! ah! wana jifa una nguvu sana, si ndio? Unaona nguvu sana, nitadili na wewe sawa? <tri> jikazi <coughs> Basi we mwanaume mwanangu, nini sasa mwanangu? Kumbe kwenye maumivu makali kiasi hiki uliwaza nini kwenda kutafuta, si ni kibarua, si ni kazi eh? Ukuweza kujihurumia eh? Ukuwaza mara mbili mwanangu, alafu ukijana. Si ni muuni kabisa huyu jamani, nisingefika hapa kwa wakati Tasha, tayari angekuvunja mguu mwingine. Usipojihurumia wewe mwenyewe, unataka aje nani kukuhurumia wewe eh? Ah, mama, ah, mi nakuelewa unavyosema, lakini mi ni mwanaume, lazima nipambane. Ah. Napambana kwa ajili ya afya yako mwanangu. Hivi kwa nini ujiangalie jinsi ulivyo? Huu mguu kama umekaa vibaya, tuupeleke tupeleke hospitali. Mwanangu, mimi nimecheza vi mchezo vyangu niicho kipokea kidogo, lengo langu nikuletee kikusukume kwenye changamoto zako za maisha hapa nyumbani na familia yako. Nimekipunguza, nimekutana na ili balaa, nimempunguzia kumlipa yule balaa kichwa baki ni kuachie, kwa sababu nafahamu fika kabisa sisi wanawake tuna uvumilivu hali ya juu. Lakini pindi uvumilivu ule unapokwenda kwenye kikomo, ndo anakwenda mrama, mwanangu. Nachelea sija kukukuta haya. Sasa pesa hii tuitumie kwenda hospitalini tukaangalia afya yako. tunafungiana milango yaani, kama tujuani vile, yaani kuhusu swala kuondoka, mimi nitaondoka tu, msio hata na shida. Mimi nilipita nikaona, nilikuwa kuwasalimia, naona kidudu mtu umeingia. Sasa kunywa hivi kendi, unashinda kutofautisha mavazi ya kutoka nayo kuna nyumba za watu na mavazi ya kwenda kuuza nayo mchicha, eh? yaani umekuja hapa tafalani, nyumba yote imebadilika harufu. Unielewi? sikuelewi Eh? leo ni siku muhimu sana ya Samia, lakini wewe umekuja hujapiga simu kwamba mpo au hampo, hujatoa uja taarifa yoyote, umekuja hadi hapa ili tu kumharibia mwenzio eh? Dada, naona mbona simnyamazishi, asa u amevaa vibaya hapo eh? mbona kuwa hivyo wewe Leo ni siku muhimu sana kwa Samia. Basi mimi naomba hii pesa ni kuachie ili kusukuma siku mbili tatu hapa nyumbani. Pokea mwanangu tafadhali. Ujenge heshima zaidi kwa mke wako. Asikudharau. Ah ah. Hapana, mama. Wewe hiyo pesa ni bora tukabaki nayo kwa sababu mimi najua maisha yako wenyewe hapo walipo bado ni ya kuungaunga. Kipindi mimi nikiwa na kazi, mwanao nilikuwa napambana, nakusaidia na kusaidia wewe hmm. baba hayupo. Wewe mama yangu ni, ah, ni mjane. Kwa hiyo hiyo pesa ndogo ambayo umeipata mama, baki nayo tu ikusaidie wewe mwenyewe binafsi. <sighs> Mwanangu, haijalishi nina wakati gani, nina maisha aina gani au na changamoto zipi, mzazi kumsaidia mtoto wake haina kikomo. Hapana, eh, eh. Mama, nitaumia mwanangu. Mwana, chukua hii. <coughs> <coughs> <coughs> Naomba ufanye kinachowezekana kufanyika, kilichokosekana kipatikane kwenye familia yako, mwingine atafuata. <coughs> Mama. Kiukweli najivunia sana uwepo wako, kwa sababu toka tu naipatwa na haya matatizo, mama yangu, uko bega kwa bega na mimi. Nakupenda sana mama yangu. nakupenda pia mwanangu. lakini kitu kikubwa ambacho mimi kinachoniumiza ni, ni iko ambacho mkizungumza hapo uvumilivu. Mimi mwenyewe pia naogopa mke wangu, yeye ndo baba wa familia sasa, sasahivi anapambana nauza biashara ndogondogo ili anihudumie mimi ko nahisi siku moja mke wangu atakuja atachoka, na ndio maana wakuta anajitusu kwenda kufanya vibarua vidogo vidogo, japo na umwa. Najua mwanangu. Lakini maneno yangu yasikupe changamoto ya aina yoyote na wala yasikutishie. Amini kwamba wakati una hali nzuri ulikuwa unawajibika vyema na familia yako kuitunza. Naye anatambua wazi, na, na, na, hata sasa hivi wakati ulionao yeye kukudumia wewe ni wajibu wake. Kwa sababu tayari nyinyi mmefunga ndoa mke kumhudumia mume na mume kumhudumia mke ni kitu cha kawaida sana. Kwa hiyo usiogope, kwani changamoto ni sehemu ya maisha, lakini pia ni funzo. Amini anapita haya. Najua kesho yangu ipo, maana nimeagizwa kutafuta pesa mjini atokini tesa. Sawa, ukiniona sifai. Mtoto wa bosi wangu anakuja kumtazama Sania, na kama atampenda Uenda akafunga ndoa. Lakini wewe umejiingiza, umejiingizaingiza tu eh, hebu jitazame jinsi ulivyo. Hakuna tajiri yeyote anayeweza kuoa mwanamke maskini, na wewe jinsi ulivyo, hebu jiangalie ujinsi ulivyo kende waza ile. Akifika hapa, atajua kwamba wewe ni mtu baki, atajua sisi tuku familia moja, na hawezi kubali tena kuoa hapa. Uone kama utakuwa umemwaribia mwenzio. Ni basi kama nimingilia kwenye mambo yenu lakini ee, Sania hongera sana kusema ukweli mimi nilikuwa na kuombea kila siku kwa Mwenyezi Mungu na upate mume uolewe na uwe na mji wako, aseme Mungu kasikie maombi yako. Haina haja ya maombi yako ya kucheka cheka. Fanya fanya uondoke huko. Um. Yaani ambacho hatukitaki ni wewe kuepo katika hii nyumba. Asi sawa indokeza <laughs>

Uchai na unajua mme wangu mimi anaoga maji ya moto, mtu chemshi, unategemea nini? Dada samani, madam samani, ya nini? <coughs> mimi nilikuwa na min... malizia kuchemsha chai alafu nimbarikie baba maji ya kuoga. <coughs> Shikamoo. Mke wangu samahani, kwa kukatisha mazungumzo, naona ulikuwa unajaribu kumwelekeza. Si kwanza mke wangu, hivi ina haja gani wewe kumshika huyu mwanamke mabega? Naongea na wewe mme wangu. Hivi dada unamtaka mme wangu?

yaani namaanisha kwamba ujifanye kama wewe ni house girl wetu huko ndani. House girl? Hivi, hey, unadhani kwa muonekano wake jinsi alivyovaa hivi eh? atafaa kuwa nani katika hii nyumba zaidi ya kuwa house girl? Dada, this is too much. Eh? Inatosha hivi kweli kendiaje kuwa house girl? Kwa nini? Yani, alafu huo wa mdomo wako nayo mambo yako, ndio maana ma house gari hawaishi huko ndani wala kukimbiaga. Haya Kendi, hayo house gari ili wewe unawalipaga wewe. Hebu achana na yule na mambo ya kitoto, ili umenielea Kendi? Sikiliza nikwambie, Kendi, mimi naomba uondoke sawa, naomba uondoke kabisa. Mimi nawe tutakutana wakati mwingine, achana na yule dada yangu. A jamani, -a, Samia kwanza mimi nimekubali kila kitu alichokizungumza. kwani hapo kuna ubaya gani jamani, eh? <laughs> Nikwambie shugha yangu, mimi mwenyewe natoka nimwone huyo mume wako mtarajiwa anayekuja. Kwa hiyo nipo tayari kwa lolote lile. Sasa madamu, nianze na jikoni au <laughs> hmm. Sama, nimsuguesugue miguu vya harusi mtarajiwa? Samani, naomba nianze kutanguliza kuomba. mke wangu, unapata shaka? shaka za nini malaika wewe mwanamke ambaye una sifa zote, umemaliza matamanio yangu yote. Mke wangu ni mzuri, hebu kuwa na amani, na ulichokuwa unakifanya hapa nimekisikia na nimekiona <laughs> ndivyo, mama mwenye nyumba anatakiwa kuwa hivyo, lazima uwe na misimamo, uhakikishe nyumba yako inakwenda vile unavyotaka. Leo binti, umechelewesha kutayarisha chai, ushukuru leo nina kikao asubuhi, usina Alafu bebi, kabla ya kawa, tunapata breakfast kwanza. Kwa hiyo hili lisikujimeraha raha, mwache tuendelee na shughuli zake, sawa? Mme mm. wangu zawadi, na ushukuru mume wangu leo anaenda kunywa chai, kazi ingekuwa siyo hivyo tena. Toka, toka, toka. Mme wangu usinitafuti, la looni, naomba uniaje ni sitaki, naomba uondoke. Mtizame kwanzawaaaa ah, ah, tabia za kuneuza tasaafu. Ndo tunaenda sawa, cha msingi nataka umfundishe huyu kisebengu jinsi ya kumfanya mwanaume ampende kwa sababu yupo nyuma sana. <laughs> Usione mimi kendi nimedumu katika ndoa yangu mpaka leo. Kwa mahaba na mpatia mume wangu. Kitu cha kwanza katika ndoa lazima uwe na tabasamu, sio hivyo ulivyonuna wewe. Unatakiwa na tabasamu kidogo kama hivyo. <laughs> Ah, alafu kitu cha pili natakiwa mume wako akiwa ndani huo unamlembulia kama hivi. <laughs> <laughs> Sasa so, unashika nini eh, wakati mwenzie ana ndoa ya, ya miaka mingi sana. Sasa msikilize mwenzio kwa makini, ili huyu bwana atakapofika hapa umteke. Ole wako uniangushe Ulishia kumwona mama gani ametoka huko alipotoka akaenda kumtafutia kijana wake mwanamke wa kumuoa? Wewe unapata wapi ujasiri na uthubutu wa kuongea na mama kwa staili hiyo? Ni shetani gani aliyechaguliwa na Kai? Na kama nikifanikiwa kumjua atakuwa na bahati. Nitahakikisha nimemuua. House of Love, house of Love, house of Love. Mbona mapenzi matamu alafu wamsemi eh? Kumbe ananoga hivi alafu wamsemi ah. Nimejua mana ya kupendana. Acha hachanipende tu mpaka mwisho wetu wa ujana, bibi skuti vikachori atualisha na mitoli yana noga, kijua sori burudani kutupia na midori. Jamani ah, mwenzenu napendwa huku mapenzi ameninogea